Ya hamsini. E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya matuovu mbele ya macho yako, wewe ujulikane kwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli lio moyoni, nawe unanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa isomo, nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitii uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako unitegemeze kwa roho ya wepesi nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. E Mungu, Mungu wa ukovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba saki yako. E Bwana, uifungue mitomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana upendezi na dhabihu au ningetoa wewe, weuribii sadaka za kuteketezwa Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika moyo uliovunjika na kupondeka, ee Mungu huta udharau. Uitendee mema Sayuni kwa radhi yako, uzijenge kuta Jerusalem za Jerusalemu, ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo utakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mambo matatu, la kwanza ni busara kuomba utakaso kila siku, kwa sababu yawezekana umekosa katika kutembea, katika kunena na katika kusema. Kwa hiyo unaposoma Zaburi kama hii, inakurejesha katika maisha yako. Jambo la pili, unamhitaji Roho Mtakatifu kila asubuhi, na Biblia inasema, je, Mungu hata acha kuwapa Roho Mtakatifu au wamomba usiku na mchana? Kwa sehemu ya maombi yako kila siku kariadoropo sana, lazima useme Roho Mtakatifu na kuhitaji kwa ajili ya maisha yako Nahitaji ulipe neema ya maamuzi ili nikaweze kufanya kile ambacho kinampendeza Baba anasema Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Na utakapokuwa umeomba nguvu ya Roho Mtakatifu, kitakachokupa ishara ndani yako, utakuwa na roho ya wepesi. Roho Mtakatifu anakupa wepesi wa maisha, wepesi wa kutembea, wepesi wa kufanya maamuzi. Ukishaona na uzito ndani yako, ujue Roho Mtakatifu amekwenda mjini, mtafute. La tatu, Naomba utambue kwamba maisha ya mwanadamu kama sio Mungu kutusaidia, hakuna. Unaweza kufanya chochote bila nyini, nyinyi hamwezi kufanya lolote. Nyinyi ni matawi, mimi ni mtu wa mzabibu na mzabibu nani, mtazaa sana mnapokaa ndani yangu. Umuhimu wa kuendelea kukaa ndani ya Yesu sio mwanadamu, maisha yako binafsi ndani ya Yesu ni ya msingi sana. Vinginevyo unapotea mazima na uwezi kurudi tena. Jambo la nne, la mwisho Mungu anaupenda moyo uliopondeka. Jana tulikuwa na uchambuzi na nikasema sifa mojawapo ya kiongozi ni mtu ambaye apendi ubishi. Ukishona mtu anapenda ligi uchuo, huyo ana matatizo makubwa, hata Roho Mtakatifu hayupo. Kuna mambo na yachilia, wacha yapite. lakini nacha mwisho wa siku yatarudi kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa welewa huo mambo hayo manne em, nenda mbele za Bwana, mshukuru kwa ajili ya usiku, muombe neema ya Roho Mtakatifu, muombe neema ya msamaha. Mwape Baba, naanza wiki nyingine, ni wiki ya pili ya mwaka 2026 Kama kuna dhambi yoyote ambayo inanifuata au nimetenda, naomba rehema. Mwape Baba, ninaanza wiki nyingine, wiki ya pili mwaka 2026 bado naona giza. Niachilie roho mtakatifu, anipe macho ya kuona. Mwape Baba, katika jina la Yesu ninaomba, kama midomo yangu inaendelea kufanya mambo ambayo sio sahihi, najisikia kila siku kuhukumiwa, fanya mambo mapya kwenye maisha yangu. Baba, nisaidie kwenye ibada hii, ongea na baba, ni mazoezi ya kutenda kwa Ripa sekuri ndo babashi.

nipe neema utakatifu ili Bwana nikatimize kusudi lako, ili adui asiwe na nafasi juu ya maisha yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba usiachilie nguvu ya Roho Mtakatifu wako isiondoke ndani yangu. ninaomba usiachilie nguvu ya Roho wako Mtakatifu isiondoke ndani yangu. e Bwana, naomba nguvu ya Roho Mtakatifu ili akaweze kuongoza maisha yangu, akanipe hatua za kwenda mbele, akanipe ujasiri wa kusimama na kushinda yote katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ndani. Ninakuomba kama kuna tabia yoyote, midomo midomo au ni vile pivu ndani yangu, ninaifuta kwa damu ya Yesu. Ninaikemea kwa damu ya Yesu. Ninaomba msaada Bwana. Ee Bwana, naomba nitakase. Naomba niponie kwa damu ya Yesu Kristo ndani. Baba ninakushukuru na tunaiweka ibada hii mikononi mwako. Roho Mtakatifu wa Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi damu ya Yesu naomba nasi, utu utusaidie utupe neema katika jina la Yesu amen. Haleluya. Bwana Yesu asi asubuhi ya leo inaomba tuweze t okay. Asubuhi ya leo somo ambalo litatuongoza kwa ya ibada ya asubuhi linaitwa kuvunja uti wa mgongo wa umasikini. Mwanadamu yeyote mimi au wewe kama tunataka siweze kutembea unampiga huko nyuma. Kimtoa mjundo mbili tatu connection kati ya kichwa na miguu inakufa. Kwa uti wa mgongo ndio unaofanya uweze kutembea na kusata, nimesimama hapa kwa sababu ya uti wa mgongo. Ni kiungo kimoja cha msingi sana kwa ajili ya kumwezesha mwanadamu kupiga hatua, kuweza kusimama, kuweza kunyosha shingo. Kwa, ukitaka kumaliza mtu unampiga uti wa mgongo. Kwa kuna uti wa mgongo wa umasikini ambao watu wanao uti wa mgongo wa maskini unawasilishwa na mambo matakayo. La kwanza ni watu ambao wamekuwa na magonjwa mara kwa mara, akitoka ugonjwa huu unakuja ugonjwa mwingine, ni mtu ambaye atulie. Na ndio maana kuna watu io, nawaambia njoo, chukua mafuta tuyaombee, mpaka mwaka mzima walasina, ni matatizo yanaondoka, kwa sababu utio mafuta ni ile ile, katika kwa kutia mafuta msiba ukaondoka asubuhi kuna wakati nakuwa napita kwenye shughuli zangu asubuhi, lazima nipige mafuta kidogo usoni, ili kwamba napoenda sehemu watu wanakuwa na mwana Mungu, sio mwite kwa vitu vinakuwa sio vya kwangu, vinakuwa vya Bwana. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alimtia mafuta na Roho Mtakatifu, naye akatembea huko na huko akiponya watu walio na ibilisi. Mambo yote mengi ya ibilisi yanaondoka kwa sababu ya kuchoma mafuta. Kwa mgongo wa umaskini unaanzia kwenye magonjwa, mmoja wapo kati ya ishara ambazo zinaonyesha. Jambo la pili mtu ambaye na maskini ni mtu ambaye maji anaweza kuwa na tiririka hapo, mvua inaweza kuwa na nyesha, hawezi kulima kwa sababu akili yake ni ya kijinga, kwa ni mtu ambaye hawezi kuamka, fursa ziko pale, anajisikia mikono yake ni ngumu, roho ya umaskini imekamata miguu na mikono, hana mawazo yote mapya, hawezi kuamka, hawezi kutoka kwenye shimo lake aliokuwa nalo kwenda kufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi yale. Roho ya umaskini kwao, unakuta mtu anaweza kuwa na shamba nje anaweza kuwa na maji yanatoka kwenye bomba, halafu anapata matatizo ya kiafya, anashindwa kwenda chooni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameshindwa kulima mboga ya majani, ambapo ana uwezo wa kulima. Inaitwa umaskini, yaani maskini ni tabia, kuna inaendeshwa na tabia. Kwa hiyo unaweza kuwa na mgongo wa umaskini ambao unakuongoza, lakini mtu ambaye ana mgongo kimaskini ambao mgongo wake amba ni mlo ya kimaskini ndani yake, mgongo wa kimaskini ni mtu ambaye akipata pesa anatumia zote zinaishi hawezi kukana, na ana mikopo mpaka songesha songosha, na kila kitu huyo mtu tiana na roho au mgongo wa umaskini. Hawezi amna ile anamtosha, kwa sababu amekamata. Lakini mtu mwenye utajiri ni mtu ambaye anaridhika, kwa sababu na mchoro wa mtu mwingine. Lakini mtu ambaye ana umaskini ni mtu ambaye hajawahi kusoma kitu kipya toka mwanzo mwaka hii Biblia, tunakuja kanisani ndo naikuta kwao, hajawahi kukaa chini mwenyewe akasoma Biblia mstari fulani akaitafakari yeye kazi yake ni kurukaruka tu, umaskini umekamata mgongo. Kwa ana utulivu ni mtu ambaye akili yake haiwezi kufanya mambo yote ya maana, ndio roho ya umaskini, sio tu Biblia, kuna vitabu vingi vya maendeleo, lakini anakuwa hawezi kufanya hivyo, kwa hiyo anaitwa mgongo wa umaskini. Jambo lingine kubwa kama ishara ya umaskini ni mtu ambaye anajiona kama vile watu wampende. Kwa anajitenga na jamii, ni mtu ambaye moyo wake hauko tayari kuendelea kuishi na watu, anajisikia kwamba yeye ndio amekuwa na haki kuliko watu wengine wote. Lakini tambua, roho ya maskini inakufanya ushindwe kupata mahitaji makubwa matatu ya maisha ya mwanadamu. Mwanadamu yoyote anahitaji mahitaji ya msingi matatu ambayo ni nini? Nguo, sehemu ya kulala na nini? Chakula. Unapokosa kati ya hivyo vitatu, maana yake umaskini kwa ni lazima uweze kupambana kwamba hii sio kitu cha kawaida, ni roho ambayo imeingia ndani yangu, lazima ni nyofoe. Na lazima ujue kwamba tunamwamini Mungu ambaye anasema katika kitabu cha wa kumbukumbu Torati ya ne 8:18 na kwamba nao utamkumbuka kuwa na Mungu wako naye atakupa nguvu ya kupata utajiri. Kwa nini kusema atakupa nguvu ya kupata umaskini? Hamna mtu anayependa umaskini. Na Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati pia 28:13 anasema utakuwa juu, sio chini, utakopa, utakopesha mataifa mengi, na watu watakaoona na kuona umebarikiwa na Bwana. Je, watu watakuona na kuona umebarikiwa na Bwana. Je, watu na Bwana umelaaniwa na Bwana? Kwa hiyo hayo ni maswali magumu ambayo lazima ujue namna na ya kuondoka na roho ya maskini, lakini Wakorintho wa pili 8:9 inasema wazi kwamba Yesu Kristo alifanyika maskini kwa ajili yetu ili kwamba sisi tupate utajiri. Sasa kuna watu wanakataa mstari, wacha wakatae, si tunaangalia Biblia inasemaje? Au ni matatizo ya kimasikini? Amna kitu kipya kukaa na mtu ambaye na mawazo ya kimasikini. Asubuhi ya leo neema ya kuweza kupata utajiri inaachiriwa kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Tunapoenda kuomba tunavunja ule uti wa mgongo wa umaskini wa aina yeyote, iwe ni magonjwa, iwe ni kushindwa kufikiri ili kukosa utulivu tunavibomoa katika jina la Yesu. Haleluya! naomba tusimame tumalizie zile beti mbili za wimbo namba moja na tatu, kisha tuingie kwenye maombi.

Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninajitoa katika kila aina ya roho ya kifamilia, roho ya nyumba baba yangu, roho ya nyumba mama yangu, ambayo imewafanya wawe maskini. Ninaikataa, achia mifupa yangu, achia akili zangu, achia mawazo yangu, toka, shindwa milele katika jina la Yesu wa Nazareth. Baba, kwa jina la Yesu ninajiachilia katika maisha yangu kutoka kila uchafuzi wa maisha yangu, uchafu wa magonjwa, uchafu wa umaskini, toka, achia roho yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninajitoa kutoka kila uchafu wa mashetani, uchafu wa mapepo, kutokana na maisha yangu ya nyuma, mahusiano yote niliyokuwa nayo, tabia yoyote niliyofanya, ninaomba Bwana, ile roho ya umasikini iliyoingia kwa sababu ya tabia mbaya, ninaikemea toka ndani yangu, toka kwenye roho yangu, toka mgongoni mwangu, achia maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninavunja na kuharibu kila aina ya mungu mgeni anayehusiana na mahusiano yangu yoyote katika maisha yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya mtoto ambao nimewahi kuota na inaniharibia maisha yangu, au ninaiota leo, ninakemea mamlaka za giza ambazo zinaleta ndoto kwa ajili ya uharibifu wa maisha yangu. Ewe kusimu uliyepanda mbegu ndani yangu, huna mamlaka, toka kwa jina la Yesu. Achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu, toka, toka kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu ninaomba, aina yoyote ya mashambulizi ya mapepo, mashambulizi ya mashetani juu ya roho yangu. Ewe mashambulizi, mimi sio sehemu yako, kufa asubuhi ya leo, kufa asubuhi ya leo. Mashambulizi kupitia ndoto, mashambulizi kupitia watu, una mamlaka juu ya roho yangu, angamia asubuhi, angamia asubuhi, katika jina la Yesu. Baba ninaomba aina yoyote ya jaribu ambayo liko kwenye maisha yangu libadilishwe asubuhi ya leo kuwa ni mshuta katika jina la Yesu. Nimeanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ninaomba moto, moto wa kusonga mbele, moto wa kuharibu mapepo, moto wa kukutumikia wewe, moto wa kutorudi nyuma. Damu ya Yesu nena mema kwenye maisha yangu, nena mema kwenye biashara yangu nenda mema kwenye kazi yangu, ukanisaidie Bwana, katika jina la Yesu. Ee Bwana, ninaomba asubuhi ya leo, wewe Mungu mkuu ambaye Bwana umeumba dunia hii, sababisha mito ya maji, miti, misitu, mandoo yote Bwana ambayo imekamata giza kinyume cha maisha yangu yakapate kuniachilia, bali Baba, chochote ulichokiumba kikawa ni baraka juu ya maisha yangu katika jina la Yesu. Roho yote yoyote ya mke wa ndoto, ya mume wa ndoto, mapenzi kwenye ndoto, noka noka noka, achia roho yangu, achia maisha yangu. Roho yoyote ya nyoka, nyoka wanaofukuzwa kwenye ndoto, nyoka wanaokamata maisha, bomoka leo, aipika leo, achia maisha yangu, toka katika jina la Yesu, mimi sio sehemu yako. Shindo asubuhi ya leo, achia roho yako, toka, shindwa kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu naitia damu ya mwana wa Mungu Yesu Kristo Mnazareti. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili yangu. Damu ya Yesu bomoa ukuta wa umasikini. Damu ya Yesu bomoa kitu uti wa mgongo wa umaskini katika jina la Yesu. Baba, ninaboba pando lolote katika maisha yangu, katika mwili wangu, katika roho yangu, ambao kulipanda wewe, wewe pando la kuzimu, pando la magonjwa, pando la usinzi, pando la uharibifu, pando la uvivu, pando la useme, pando la kukata tamaa, pando la kuchoka, noka kwa jina la Yesu, noka kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia roho yangu, toka kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru

vijana wakapata akili vijana wakapata ufahamu, akili zikapata Baba, namna ya kupata miradi mbalimbali ambayo itasababisha waweze kufanikiwa, waweze kuinuka, waweze kuendelea mbele katika jina la Yesu.

Wewe ni mwaminifu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili heshima zetu, unastahili sifa zetu. Hakuna Mungu anaweza kulinganishwa na wewe. Matendo yako makuu mno, ya ajabu yanatisha kama nini. Baba tunakushukuru kwa maana wewe ni mwaminifu. Omba kwa ajili ya taifa la Tanzania, Mungu akapate kuliponya na ule atui. Baba katurudishie amani. Omba kwa ajili ya kanisa mali hapa, ombea washirika wote, Mungu akapate kuponya. Wape neema katika jina la Yesu. Baba tunalikabidhi taifa la Tanzania mikononi mwako. Tunaomba kibali Bwana. Amani ya taifa hili Bwana iko mikononi mwako. Tunaomba tuepushe na kumwaga damu. Utuepushe na vita yote ambayo yanaweza kutokea damu na kutuletea matatizo yote. Baba ukaripoje taifa la Tanzania kwa jina la Yesu. Baba ukaliongoze taifa la Tanzania kwa jina la Yesu. Utukufu wako baba ukaingoze taifa hilo. Amani ya Kristo kapande kwa, kwa, kutawala. Kristo iseme kwa jina tu, wape kima miongozo wetu, ili Baba kaliongoze taifa kwa namna ambayo kusudi, tunaomba kwa jina kanisa mali hapa. Tunamwombea Baba yule baba uponyaji yoyote ambaye anapitia mateso ya magonjwa, tunaomba neema ya uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba Baba kwa ajili ya baba yule ambaye ameshindwa kusimama, apate kutumikia Bwana apate nguvu mpya kusonga mbele. Damu ya Yesu Kristo ikapate kunena nasi, Bwana ukatusaidie, Mungu wa Israeli. Baba, ukaniponye kanisa lako, nena katikati yetu, ukatuokoze Bwana katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, unabaki kwa Mungu utabaki kwa Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe katika jina la Yesu amen. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Basi pamoja tuombe sana Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe wanaotukosea, usitutie majaribu, bali tuepushe na yule mwovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, utukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtakatifu siku zote za maisha yangu, nami nitakane mwa Bwana milele na milele. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki wote, wenende kwa amani ya Bwana. Damu ya Yesu kanene mema juu ya maisha yenu, katika jina la Yesu.